A mtazamaji wa TBC, karibu katika dondoo za magazeti kwa muktasari. Vichwa vya habari vya magazeti ya leo Jumapili vimeandika nini? Na ikiwa leo ni Novemba 6, 2016, nikianza na gazeti la Habari Leo habari kubwa hapa, bodi ya mikopo ya charuka, wadaiwa 154000 mikopo vyuo vikuu kukamatwa, majina yao sasa kutangazwa hadharani Novemba 13, watalazimika kulipa na gharama za kuwasaka. Habari ikiendelea zaidi katika kurasa za ndani, mkataba kusaka walioficha mabilioni Uswisi wasainiwa. Eh, habari hii nayo ikiwa hapa katika ukurasa wa kwanza na habari nyingine muswada wa sheria ya habari wa pita bunge laridhika waziri atakavyobanwa maslahi kwa waandishi pe ayeisha hoja 94 aomba ushirikiano kutengeneza kanuni na ikiambatana na habari picha hapa ikionyesha wabunge wakimsikiliza waziri wa habari utamaduni sanaa na michezo nape nauye na, na picha ndogo hapa akitimisha muswada wa sheria wa habari bunge mjini Dodoma hapo jana hili ni gazeti la habari leo gazeti la Mtanzania lenye likiandika Magufuli alikotoka lipo anakoelekea katika siku 365 habari ikiendelea zaidi katika kurasa za ndani gazeti hili la Mtanzania habari hapa nyingine zikisomeka muswada wa habari wapitishwa polisi wapekua nyumba ya Lema wodi Moi za batizwa jina la gereza. Habari hizi zote zikiendelea katika kurasa za ndani. Gazeti la Mzalendo likiandika mwaka mmoja wa Magufuli, viongozi wa dini, wanasiasa, wananchi wapongeza. UVCCM yataka uvumilivu kipindi cha mpito, Mufti aimiza uwajibikaji kuwa dira. Tutamkamata Lisu, yasema polisi. Ni polisi kanda maalum ya Dar es Salaam imesema iko tayari kumkamata mbunge wa Singida Mashariki Chadema Tundu Lisu pale watakapopata hati ya kumkamata. Bunge lapitisha muswada wa habari. Habari hii inayo ikiandikwa katika gazeti hili la Mzalendo. Taifa lajivunia kuwa na rais mchapakazi, habari ikiendelea zaidi kurasa za ndani. Makamu wa rais Samia Suluhu Hassan akiongoza matembezi ya hisani kuchangia fedha za mfuko wa uguzi na wakunga Dar es Salaam hapo jana e, habari picha hapa ikionyesha katika gazeti hili la Mzalendo. Gazeti la Jambo Leo likiandika Panya Road wa faulu la saba wakiwa gerezani, ombi la wazazi laiweka serikali njia panda ni gazeti hili la jambo leo. E, habari ya muswada wa habari kupitishwa likiwa hapa katika gazeti la jambo leo. Lakini vyuo vikuu watunishiana misuli na bodi ya mikopo, habari zaidi katika kurasa za ndani. Sumaye ahoji maswali ya wahariri kwa JPM. Gazeti la Majira eh, likiandika mwaka mmoja Magufuli. Wanasiasa wahoji ugumu wa maisha. Mbunge kafu washauri bajeti itekelezwe. ACT walia na uchumi eh, bunge lapitisha muswada wa habari. Gazeti la Majira nalo likiandika habari hii, mabadiliko tabia nchi tishio kwa wafugaji yasema serikali. ni waziri, uh, Waziri Agustine Mahiga amesema athari ya mabadiliko ya tabia nchi ni tishio jipya la maendeleo ya nchi hasa kwa jamii ya wafugaji. Habari picha hapa, Gazeti la Majira likimwonyesha waziri mkuu mstaafu Mizengo Pinda akizungumza na naibu katibu mkuu CCM Bara Rajabu Luhwavi baada ya kumtembelea katika ofisi ndogo makao makuu ya CCM mtawa Lumumba Dar es Salaam hapo jana. UVCCM asema JPM ataleta mageuzi, wa msestiza aendelee kusimamia malengo ya kisera mama Shein asema vijana msitumike, uchaguzi umeisha. Tuangazie basi kurasa za michezo na burudani, nikianza na gazeti la Dimba mahususi kabisa kwa habari hizo, likiandika mabao ya kichuya ya mrudisha Okwi, Yanga Sports Club ya badili gia kuiua Prisons, lwandamina ndani ya nyumba. Eh, kurasa za nyuma Dimba likiandika Mourinho kutimua wa nane United hawataki ujinga Sanchez adai Arsenal ina njaa ya kumchukua ya kuchukua ubingwa England. Man City yabano nyumbani Sunderland yaonja ushindi. Gazeti la Sporti leo likiandika Simba ya Kichuya watakunyoosha. Yanga hatari bwana wakitaka ubingwa. Eh, kurasa za nyuma likiandika Arsenal na Tottenham vita leo Guardiola azidi kumpotezea Ture ndivyo anavyoandika gazeti hili la spoti leo. Tuangazie magazeti mengine. Gazeti la Majira kurasa za michezo, azamu ya nani leo ligi kuu Tanzania bara, swali likiulizwa, Simba Taifa, Yanga Sokoine Mbeya. Gazeti la Jambo leo, Kikwete ya tabiria neema michezo, waache wapigwe tu. Yanga yajiuliza Prisons Mbeya, Simba na African Lion. Uhuru Mzalendo lenyewe likiandika Simba Day, Yanga Mbea, ligi ya wanawake itabamba, asema Nasra Juma, Msuva ang'ara. Oktoba, Mtanzania lenyewe likiandika Pluim, ndio basi tena, Yanga Simba ya saka rekodi, Yanga majaribuni tena, kurasa za nyuma, gazeti la habari leo likiandika habari hiyo ya Simba Yanga kazi moja, uhamiaji ya ichapa JKU, ligi ya netiboli lakini JK ya tabiri neema kwenye michezo anavyohitimisha dondoo uh, za magazeti katika awamu hii ya kwanza na